Ni saa mbili kamili usiku ndipo nyota nyingi zilienea angani. Maua mazuri yenye rangi nyekundu yakawa yamesambaa angani. Wakati huo wimbo mzuri wenye upendo ndani yake ulisikika. Vijana wawili wapenda nao walikuwa wamekaa pembezoni mwa bahari, Maimuna na Omega. Omega, kipenzi Maimuna, nikiangalia uzuri wako basi naona kama nimemiliki dunia. Hivi sasa ndiyo nimegundua kuwa maisha yangu bila wewe si kitu. Maimuna, unachokisoma naomba Mungu ajalie kiwe kinatoka moyoni mwako, maana wanaume wa siku hizi nyinyi. Omega, tumefanyaje tena, Maimuna? Kikweli mnatufanya wanawake kama kalamu ya wino, ikiisha wino wake munaitupa na kuenda kununua nyingine. Omega, unamaanisha wanaume huwa wanapenda kwa sababu maalum ya mahitaji yao? wakimaliza mahitaji yao mnatusahau kabisa na munatutupa. Omega, unanipa mashaka kuwa hauniamini. Maimuna, hapana kipenzi, kwenye ukweli pasemwe ukweli. na kuhusu kukuamini Ninakuamini ila ni kwa asilimia hamsini tu. Omega: sasa asilimia hamsini zilizobaki nitazipataje? Maimuna: unatakiwa uzitafute. Omega: sana kipenzi, nitazitafuta kwa hali na mali, kwa sababu ninakupenda. Maimuna: nimefurahi kusikia hivyo, ila muda umeenda sana, ngoja niwahi nyumbani. Maimuna anamkumbatia Omega akampiga na busu shavuni. Maimuna anafika nyumbani kwake. Mama, za saa hizi? Mama Maimuna: tupo vizuri tu mwanangu, sijui wewe utokako salama. Maimuna: kama unavyoniona mama, ni salama na amani kabisa. Leo nimekuletea maziwa ili uimarishe afya yako. Mama Maimuna: sawa mwanangu, asante. Maimuna: kwani baba yuko wapi? Mama Maimuna: kamwangalie chumbani. Baba Maimuna amejificha ndani anavuta sigara. Wakati huo Maimuna <gulia> mbona ninasikia harufu ya sigara? Anaingia mithili ya kunyatia kama paka awindai panya Yaani baba, umejua kujificha ili uvute sigara. Baba Maimuna: nilikuwa ninakumbuka kidogo tu. Maimuna analia <laughs> ila baba, mbona umekuwa kama mtoto mdogo? Furaha yangu mimi ni kukuona wewe una afya nzuri na amani, ila kadri ninavyojitahidi kufanya hivyo wewe unanikatisha tamaa. Maimuna kwa hasira anaondoka na kuingia chumbani kwake kisha akajifungia. Mama Maimuna: mume wangu, unaona ulivyomkasirisha binti yetu. Kwani utakuwa lini wewe? Baba Maimuna: kama huwezi kuijua ladha ya sukari kama ujaonja, kamwe huwezi kuijua ladha ya sukari kama ujaionja vivyo hivyo huwezi kuijua ladha ya sigara kama hujaivuta. Mke wangu, hebu onja kidogo. Mama Maimuna akakasirika na yeye. Kila mtu anatafakari kivyake, huku baba Maimuna anamalizia kuvuta sigara yake. Maimuna, asubuhi imefika, ameandaa kifungua kinywa, akawa anamuita mama yake na baba yake kwa ajili ya chakula. Mama Maimuna: mume wangu, twende kwenye chakula. Baba Maimuna: sawa mke wangu, tangulia. Baba Maimuna anatoka na sahani iliyojaa vipisi vya sigara. Maimuna: ina maana sigara hizo zote ulivuta jana? Mama Maimuna: mwanangu, kaa kimya, asiyesikia la mkuu kuvunjika guu. Ili tuweze kufuata kipande kinachonifuata, basi endelea kunifatilia. Je, tamthilia tafiti inaendelea vipi?